Kwanza tumeasilika sehemu kubwa hususani, kuna, kuna watu ambao ni wa wakulima wa mabustani tayari, mtu haupitishi maji na wao wenyewe wanaanzia kazi katikati ya mto, wakati serikali inasema kwamba mtu kufanya kazi eneo la mto atoke nje mita 60 ndio aanze makazi yake, lakini sisi wakulima wote wa vibustani wameasilika, na hususan hata saizi hakuna wakulima wote, kwa sababu wachina washaribu mazingira yote ya mabustani ona kabisa watu wamechafua mazingira, kwa sababu ukipiga hesabu serikali ilisema kaisa hatua mwisho wa mto sitini utakuwa upige sitini uendelee mbele ndo uade uendele, ndo uwe shamba lako. Sasa ina maana mtu anachimba hadi mtoni, sasa si mazingira kuchafuliwa? Tumepata taarifa za uwepo wa uharibifu mkubwa ambao unafanyika maeneo ya mtoni na hasa shughuli za uchimbaji ambazo zinafanywa pia na baadhi ya wawekezaji ni wa ndani ya wilaya yetu, wengine wanatoka nje ya wilaya yetu, wengine wanatoka hata nje ya nchi. Sasa baada ya kutembelea na kukagua na kuona uharibifu ambao umesababishwa kwenye maeneo yetu ya mto, na sote tunatambua huu mto umuhimu wa mto huu, huu mto unapeleka maji mpaka mto Katuma, maeneo ambako kule ni muhimu kwa ajili ya wanyama wanaopatikana katika eneo lile la hifadhi yetu ya ya Taifa ya Katavi. Kwa hiyo nachoweza kusema kuanzia leo, kuanzia muda huu tunaozungumza hapa, napiga marufuku na ninafunga shughuli zote za uchimbaji ambazo zinafanyika pembeni mwa mto, zinazofanyika ndani ya mita 60, zinazofanyika kwenye maeneo yote ya mabonde. Na malalamiko makubwa wanalalamika, maji hayapatikani, mito imefungwa kwa sababu tu ya maslahi ya watu wachache. Sasa hicho hatuwezi kukubali, na mimi nasema sisi wilaya Mpanda tunahitaji wawekezaji sana na tunawakaribisha su so, tunao maeneo kuwekeza mengi tu mazuri, lakini mwekezaji yoyote atakayeingia ndani ya wilaya Mpanda kama hatafata masharti, hatafata sheria na taratibu za nchi, hatutamvumilia kwa namna yoyote ile.